Ah. Mama Samia Mama Samia, mama, mimi mtoto wako nipo hapa mama, niko mkoa wa Mbeya mama. Mimi naomba kitu kimoja, nisaidie mama yangu nisaidie, mama mama, mimi naomba tu nisaidie shilingi milioni tano tu mama, naomba unisaidie milioni tano tu mama, na mimi ninunue uwanja Mama mimi kupambana napambana sana sana. Lakini mambo yangu hayaendi mama. Yaani kila nikipanga kichwani nifanye kitu fulani kinagoma. Naomba nisaidie shilingi milioni tano mama. Ninunue uwanja mama, kama itakupendeza. Najua hii akaunti yangu mimi ni ndogo, kumfikia mama ni ngumu. Mimi naomba ndugu zangu, naomba mnisapoti. Mshei klipu hii mpaka imfikie mama. Mimi naomba nisaidie shilingi milioni tano tu, milioni tano tu ni uwanja mama. Najua ujumbe wangu umeupata. Nitashukuru kama utanisaidia. Asante.